Hey, karibu ni nyongo na inzi bana. Eh, hey, kwa nini nimelala kando ya nguo? Kumbafu zangu ni weekendi, weekendi, weekendi, weekendi. Shani pigange kashawa tukitoka very fast, very fast. Ehe, uh -huh. Imetosha. Wow. Karibu ni oge. Nishoka. Nishoki. Mafomu zimeshaanza. Halo. Hai kababa. Njeri sina pesa bana. Ah. Jesus. Ulinidanganya huyo wako amesota. Sa nimejiaibisha bure, kwani mii? hey, ni baba yako. Acha nicharge simu. Inakuwa ni weekend, hakuna form. Karibu six na sijapigiwa, ama walinisahau? Hawaezi. Haya, tuchangamke. Chaser sherehe ikianza, mi nishakunywa chaser. Haya, foundation. Haya, chaser ingine mapema mapema. hey, leo ni Friday, sijui nitajipata wapi wapi au passport. Karibu nisahau ID. Wanipatansa kunywa chesa, tuanze tu na mashots foundation. Iko wapi chapo? Ata unaweza kulala chapo ingine juu nitalala wapi? Acha nibebe hadi blanketi wewe, hadi mattress. Mimi silali kwa ukuta tena. Chesa ingine, nice. Tena, ingine bana, ongeze foundation, pombe itapatana na chesa na foundation kwa tumbo. Funke wewe, swimming costume. Unaweza jipata cost. Ah, 27% hii itafika Monday. Aya, power bank kaso e kukiaribika kabisa, at least nitakuwa na fea kufika home. Chesa chesa, foundation foundation, we mi sina triki ya kukula smocha Kilimani. We karibu ni sao dessert Jesu. Haya, chesa nimekunywa, hakuna kuzima. Foundation nimemaliza, hakuna kuzima. Wallet hey, adi iko na vumbi, hakuna pesa ya pombe mingi, hakuna kuzima. Achesa nitulie, ningoje kuitwa Hey, nosuna hadaitliad woza, kumbafu zangu. Budo uko, unanitaka wapi? Pitia molis bana, nishakunywa chaser na foundation. Hakuna kuwaste time leo, tushaitisha kota na tambla kumi. Harakisha oona, westambla niko na West yangu, harakisha. Ndo huyu mimi aye